Umetoka kutazama mtanange wa nguvu kabisa, mtanange ambao uliwakutanisha Young Africans dhidi ya wilete kutoka kule nchini Angola, mchezo ambao umewapa ushindi mnono Dar es Salaam Young Africans wa goli mbili kwa sifuri na kufanya sasa ile aggregate ya jumla ya goli tano na inawapeleka katika hatua inayofuata sasa tulikuwa tukiangalia mitazamo ya wachambuzi mbalimbali, lakini pia mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga kuhusiana na performance ya timu jenera, lakini pia kuangazia Aa, ni kwa kiasi gani imani ya mashabiki hao ipo juu ya kocha Romain Folz katika kukipanga kikosi, lakini pia mifumo ambayo anakwenda nayo na je, inaonesha dalili gani kuelekea katika hatua zinazofuata zaidi. Kumbukwe hatua za mbele ndizo hatua ambazo zinahitaji uimara wa kikosi, lakini pia zinahitaji mbinu mbadala sambamba na kuwa na mifumo ambayo ina faida kwa ajili ya kuleta matokeo chanya ambayo itafanya sasa Dar es Salaam Young Africans kusonga hatua za juu zaidi na ikiwezekana kufika katika hatua ya finali ya klabu kubwa barani Afrika. Sasa tumeona tathmini ya wengi sana, um, hawaelewi kiukweli mfumo wa mwalimu Romain Folz anatumia mfumo wa wengine wameenda mbali zaidi wakidai kusema kwamba hata first 11 uh, haijulikani kikamilifu ni wachezaji gani ambao uh, mwalimu Romain Folz anatumia kama first 11 yake katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Lakini ukiangalia pia um, michezo yote iliyotangulia, michezo takribani mitatu, kwa maana ya mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya Simba Sports Club ambapo young africans pia walipata ushindi wa goli moja, lakini ukiangalia kwa asilimia kubwa Young Africans walikuwa wanaruhusu uh, kushambuliwa katika eneo lao la hatari mara kadhaa, sababu wamekuwa wakifika katika eneo hilo, licha ya kutotumia kikamilifu nafasi ambazo wamekuwa wakizipata, lakini pia ukiangalia michezo miwili ya klabu bingwa kwa maana uh, dhidi ya Wiliete ambapo mchezo wa kwanza ulifanyika kule Angola, tumeona Young Africans wameondoka na alama tatu kwa maana wameshinda mechi ya kwanza, lakini akiangalia pia timu haikuwa na mwelewano mzuri baina ya wachezaji na wachezaji lakini pia hata ukiangalia uh, si Young Africans si ile ambayo ilizoeleka mara zote ikiwa inafanya vizuri, lakini pia ikiwa inaonyesha uimara uh, wake na ubora wake katika performance ya kiwanja. Lakini mchezo leo pia unatoa taswira ya kwamba uh, Young Africans wengine hawana hawana ule ubora mzuri zaidi katika kuhakikisha kwamba wanapata ushindi. Ushindi unaopatikana wengi wakidai kwamba ni kutokana tu na hatua changa ya hatua ya awali ambayo hata timu wanazokutana nazo si timu kubwa sana. Ikumbukwe Wiliete uh, Benguela ni mara ya kwanza katika mchezo wao wa klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani Young Africans mkutana na timu changa, kwa hiyo inaonekana wapi Young Africans inavyokuja kukutana na timu ambazo zina uzoefu mkubwa, timu ambazo ziko imara, ama pengine wana ubora sawa na Young Africans. Manake wengi wanadai kwamba Yanga inaweza ikafanya vibaya ikikutana na timu ambazo zina kasi, timu ambazo zinatumia nafasi ambazo wanazipata kwa hiyo Uh, uwepo wa mwalimu Romain Folz kama hatobadilika basi, kuna hatari ya Dar es Salaam Young Africans kuishia katika hatua uh, za mapema kabisa kutokana na kutokuwa na mifumo imara, mifumo ambayo inaleta tija, inaonyesha ukomavu na ubora wa timu hao ndio wamejiri katika dakika tisini za mtanange wa mechi ya marudiano. Lakini pia kwa ujumla uh, uchambuzi wa kikosi cha Dar es Salaam Africans inaonekana kwamba uh, imani ya mashabiki wengi haipo kwa mwalimu Romain Folz, na hivyo inatia mashaka uh, kwa timu hiyo pengine kuendelea katika hatua zinazofuata. Nini maoni yako mwanafamilia wa Pro TV, hakikisha umebonyeza neno subscribe, lakini pia unabonyeza alama ya kengele ili usipitwe na zile updates mbalimbali ambazo tunaziweka hapa kila siku. Um, hadi wakati mwingine ni kuacha na hii ila kumbuka kushare, lakini pia kudrop comment kwenye comment section. Wewe unaionaje Young Africans? Unaonaje mifumo ya Mlimani Romain Folz yuko sawa ama pengine inatakiwa abadilike? Na je, kama hatobadilika, nini kinakwenda kuwakuta Dar es Salaam Young Africans katika mechi zijazo? Hadi wakati mwingine, tukutane tena baadaye. Asante na kwa heri.